Allahumma sali wa salim wabarik ala sayidina Muhammad waala alihi waashabihi wamanwala wabadu. Na baada yaleokisha tangulia, ndugu zangu, haswa kina mama tuliohudhuria katika mahali hapa, pamoja na kuwa wapo kina baba pembeni. Ni wajibu wetu kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuweza kutujalia tukafika katika mahali hapa, sio kwa jambo lingine isipokuwa ni kwa kumtakia rehma na amani kipenzi chake Mwenyezi Mungu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo kwa yule ambaye ametoka nyumbani hatua moja nyingine, alafu akawa amehudhuria katika uwanja, ana salawati hata moja aliyomsalia mtume sallallahu alaihi wasallam, huyo ndiyo akiwa hakika ni bahili. Bahili sio yule ambaye anaomba hela au anatakiwa kutoa au mali ya takatak bahili wa asli yule ambaye linatajwa jina la Mtume sallallahu alaihi wasallam, au linatajwa sifa za Mtume sallallahu alaihi wasallam, alafu akaizuia nafsi yake asimtakie rehma na amani, huyo kiuhakika anaitwa ni nani? Ni bakhili. Sasa kila mmoja atajiangalia mimi ni bahili au ni nani? Hata ukisema sio bahili, Mwenyezi Mungu ndiye ambaye anajua dhahiri yako na batini yako, sio mtu mwingine kiuhakika. Kila mmoja anayo haki ya kufanya lile ambalo analipenda kwa kuzingatia Kile ambacho amekiamrisha Mwenyezi Mungu na kile ambacho amekikataza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo unachagua, ninapenda kumwasi au ninapenda kuwa ni mwenye kuamrika, ina maana mwenye kufuata amri za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, si hivyo? Isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tayari alishatuambia, inna hadainahu sabil imma shakiran wa imma kafura, hakika sisi tumewawekea wazi njia ya mtu kutaka kuongoka, imma atakuwa mtu ni mwenye kushukuru au atakuwa mtu ni mwenye kukufuru. Utashukuru kwa kuamrishika na utakufuru kwa kuwa wewe ni aswi kwa. Katika mambo ambayo tuko nayo katika ulimwengu huu, yatakuweka katika moja ya sehemu kuu mbili, ima yatakuweka motoni au yatakuweka wapi? Peponi. Lakini vyote unachagua wewe, katika ile ambayo utakuwa unaipenda katika nafsi yako ndugu zangu kina mama, kupenda si kule kusema ninapenda tu. Kupenda ni vitendo vyako vya siri na vya dhahiri. Inawezekana dhahiri uko vingine na siri katika nafsi yako pia uko vingine. Hizo ni hali ambazo tuko nazo sisi, hasa sisi wanawake tunapambiana au tunazipamba nafsi zetu au tunaipamba miili yetu kwa wazi, ina maana kwa dhahiri, lakini huku tukiwa tumeficha baadhi ya mambo na baadhi yenyewe yanadhihirika tu ule muda ambao tayari uko katikati kati ya watu, au hata kama utakuwa umejificha pia Mwenyezi Mungu yanamdhihirikia. Kwa mfano, tuko katika uwanja kwa ajili ya kumtakia rehma na amani Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini wengine, yani kwa muda mfupi tu tayari kila mmoja alikuwa na soko na gumzo la design yake. Wadada visichana sichana walikuwa na masoko yao pale na huku wamama wakiwa wanawaangalia na ni vidada ambavyo vimeshakuwa ni vipambanuzi, lakini wamama wanaona ni sawa tu. Kwa sababu gani? na wao pia wako katika hali ile ile, wanajifichaficha tu kwa kujistiri. Kina mama, jinsia ya kike haswa, anapotajwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi inakubidi ushtuke, kwa sababu yule ndiye muombezi wetu. Bila ya mtume sallallahu alaihi wasallam, basi niseme tusingeli, tusingeli kuwepo, kwa sababu kabla ya kuumbwa kila kitu iliyoanza ni nuru ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, allahumma salli wasallim abarika alayhi Kutokana na nuru ya mtume sallallahu alaihi wasallam ndiyo palipatikana kila kitu, hata mimi na wewe, hata wazazi wetu, hata yani kila tunachokiona ndio kilitokana na nini? Na nuru ya mtume Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Sasa tunatoa gharama zetu, umbali kutoka sehemu tofauti tofauti, lakini tukifikilia katika jambo haswa, kila mmoja naona amekuja kwenye vazi rasmi, kila mmoja amekuja kwenye shughuli yake anaijua yeye mwenyewe. Na ndio maana wengi katika sisi, hasa jinsia ya kike, tunaingia katika hadhara, lakini kila mmoja wetu akiwa na jambo hili kuna ambao niliwasikia miaka ya nyuma, kama nisipotajwa kusoma hata chakula chao pia sitakula. Allahumma salli wa sallim alayhi. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Sawa basi, tusubirianeni, labda inawezekana tumekuja katika fasheni maalum Fasheni gani? Fasheni ile ni lazima tuliyohudhuria, basi kila mmoja aonekane na fasheni yake, au sio eh? Na ndiyo maana sisi wanawake, jinsi tulivyo hatuwahi, hatudiriki, nikimaliza kusoma cha kwangu tu, mbio nyumbani kwetu, yaani muda ule ule, nina haraka, au sivyo jamani? muda ule ule, lakini kulipita swalawati chungu nzima, sikuzipatiliza, sijaitikia wala sina habari nazo, zilisomwa nini, sifa za Mtume au zilitajwa nyingi, sikuwa hata na habari nazo. Tujiulizeni wanawake, tunakuja kwenye hadhara ya Mtume au tunakuja kwenye hadhara zetu eh? kina mama, tunakuwa na kasumba ambayo kila mmoja ana lazima atajwe. Sasa iwe hivi, kila mmoja katika sisi ni lazima apewe spika, asome kile ambacho anahitajia kusikilizwa na hakuna mtu kuondoka kila mmoja anataka asikilizwe eh? Yaani karne hii kidogo lakini kwa kile kipindi cha nyuma, mpaka nawasikia wengine wanasema, halafu kile kimwalimu chao kikija, kile kijeuri kweli kweli, kile tunatafuta nini? Sidhani kama kuna taasisi ambayo itakuwa haimshangilii Mtume na sidhani kama ulimwenguni kuna shekhe ambaye hamtambui mtume sallallahu alaihi wasallam. Na waalimu ni vile vile bora, ya kuwa mwalimu we shekhe wa taasisi fulani anafahamu mtume ni nani. Je, waalimu na wanafunzi hawamjui? Wanamjua. Inawezekana shekhe anafahamu, sawa mwalimu hajakolea, wanafunzi hawajielewi. Allahumma salli alayhi. Na maanisha ya kuwa kiongozi, inawezekana yuko makini sana sawa, walio chini yake, Waswahili wanakuambia wapambe nuksi. Sawa, wapambe Kivipi? niko chini ya shekhe kadhaa sawa, nimehudhuria kwenye uwanja fulani, lakini hakuna ambalo nimeambiwa na mwenyeji wa hapo isipokuwa, jamani, tuna hadhara ya Mtume. Sasa hadhara ya Mtume ndio ambayo itutoe katika maadili ya Kiislamu? Hadhara ya Mtume ndio ambayo itufanye mimi na wewe tukorofishane, mimi na wewe tutengane mimi na wewe kuna mzuri, mimi na wewe kuna mkubwa, mimi na wewe kuna ambaye ni bora. Ipo hiyo kweli? ninavyofahamu tumeambiwa la fadhila liahadin ala ahadin illa bi taqwallah, sawa. Hilo bado halijafahamika, hapana ubora kwa yoyote juu ya mtu mwingine isipokuwa kwa kumcha Mwenyezi Mungu. Sasa wewe ule ukuja sijui, labda labda ni sijui nisemeje, kwa, kwa sisi jinsia kike, ili kila mmoja aelewe. Lakini nadhani kile ambacho sikielewi, nadhani wenzangu atakuwa anakielewa zaidi. Sawa, maguo yote maguo yetu tulivyovaa, bora hatukumlenga Mwenyezi Mungu, si lolote si chochote. Allahuma sali wasalim ale sawa. Umelenga labda ukamwonyeshe mtu fulani. Jamani, nilishasema simu zizimwe, ni haramu simu katika uwanja wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Huwezi kuzima, punguza sauti ya simu yako. Hilo nimelitamka mwanzo kwa kuona huku inaanza kware kware, nyingine inakuja fyaro fyaro, nyingine ina ngurumo, nyingine. Fyum, fyum fyum, tuko kwa mtume, tuko kwa watu Anayekupigia simu wewe, nani zaidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Nani? Simu nimesema zizimwe, sawa jamani, ambaye kila mmoja ana kikengele. Alafu kuna mwingine ye anakwenda katika uwanja, kazi yake ni kujiangalia tu, sijui amependeza, ni yuko hivi tu. Tunakwenda wapi, Kina mama wanawake wenzangu, wapi tunaelekea? hizo sherehe sherehe suruhu zinatoka wapi? zima simu yako, kama si hivyo, unaendelea na jisimu lako wewe, ni bahili sawa. Wewe ni bahili wa asili, tena wa dhahiri, ambaye hujifichi. Ukitaka ni hivyo, usivyotaka pia ni hivyo. Ukiona nimekugusa ndio wewe. Alafu mimi sikujui, kuna ambaye namjua mwenye simu yake nimesikia nimesitia tiyeree, namjua mwenye simu. Nimekugusa ndiyo wewe, ukweli tuambiane. Tuko katika hadhara ya Mtume, twende katika sifa za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwanini tunamdharau Mtume? anayekupigia simu ni nani ambaye ni bora zaidi ya Mtume? Kumbe nikikaa katika hali ya kutulizana katika hadhara hii, inawezekana ikanikomboa na adhabu ya siku ya kiyama. Allahumma salla sana. Lakini kwa sababu kila mmoja amekuja na masara yake, kwa kila mmoja aonekane sisi ni watu wa sehemu flani, tuna sare fulani, alafu tuko wengi sana, kisha tumependeza sana. Aliyekwambia umependeza na huku humsalimu mtume, nani wewe? Nani kakwambia ni huyo ambaye anakupigia na nini vikengele wa mama tumcheni Mwenyezi Mungu kwa siri na kwa dhahiri sawa, ili watoto wetu wachukue vigezo kwetu. Leo uko katikati ya hadhara e, alo, uko wapi wewe? Tayari umeshajiona mimi si mtu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alafu halafu unamkera na mwenzako ambaye anahitajia kusikiliza. Jamani, sauti zile hatuachilii watoto wadogo ambao hawajielewi sisi ambao ni wakubwa ndio ambao tumeshikilia kila mmoja na bango tokea ziingie simu Astaghfirullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji. Wallahi tutaangamia kwa vitu, yani kwa vitu, kitu kidogo tu kitatupeleka mahali pabaya. Nasema kwa uchungu ya kuwa hatuna imani na mtume sawa, hatuna, yani hatuna kabisa hata chembe isimu lako hilo, baada ya kuifanya hivi, pia haitoshelezi bado, unapiga nani na, na makelele kabisa, hatusikii aibu ya kuwa simu inaita inachukulika mpaka kwenye spika. Hayo ni yadhwahiri tu, mpaka kwenye spika, mpaka inarikodika kwenye mitandao, hatusikii aibu eti. Na bado tumekaa tunamtaraji Mtume akiwa yeye ni muombezi wetu, anasogea kweli? Kweli eh? Inaingia katika ufahamu wetu ya kuwa tuko katika ibada eh? Hata ibada ya, ya funga, hata ibada ya swala kuna ambaye anazungumza na mwingine na, na swala nzima ile kama inapita yote bila ya kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, swala yako wewe ni batili, swala hiyo haikubaliwi. Sasa ikiwa swala ni lazima Mtume aweko ya ndani yake tumswalia ye, katika uwanja kama hivi kila mmoja amekuja na fashion yake, mimi niko hivi, mimi niko hivi, Mungu atulipe nini? Tuamirisheni mihadhara ya Mwenyezi Mungu kwa ajili ya utaji wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kinyume cha hivyo, utakuja kushtukizia tumekusanyika, tunajifanya tunamtaja Mtume, alafu gharka inatushukia. Mwenyezi Mungu atuepushe atu na hilo, kwa sababu Mwenyezi Mungu anachukiwa anachukia, anapoghadhibishwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, anapodharauliwa, huko ni kumdharau Mtume. Unamsikiliza mwinginewe asiyekuwa Mtume, jamani na ndio maana tunakwenda na masimu mpaka. Ambao wanakwenda hija, wana masimu yao, anafika pale huko hivi sasa, ili ufahamike umekwenda hija. Baada ya kwenda hija unam..., hapa nilikuwa mahali fulani hapa, ona hapa, halafu imekukomboa au imekukomoa? Wenzako wako katika katika nyingine kule, labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika la. Wewe ni jamani, haya madude mpaka lini? Tumekuwa wazuri wa kiasi gani zaidi ya uzuri wa mtume sallallahu alaihi wasallam? Na ndio maana sasa hatujielewi wala hatujitambui, atakapotajwa mmoja kwa ajili ya kuwakilisha wengine. Sasa ndio wamesomaje yule? Ndio kasida gani ile? Yani wala hutingishiki kabisa, ndio ndio, wamesomaje ule mlango. Badala ya kuitikia sifa za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wewe unakaa una, unaning'inia kama vile vidada vinavyoning'inia katika ngazi pale, alafu wala hawana hata wakuwafukuza au, au wakuwaelimisha sisi pia tunaning'inia vilevile. Tumekaa hapa lakini tunaning'inia wote kama vile. Kwa sababu gani? Wako karibu yetu, tunawaona, lakini hakuna ambaye anashtuka ya kuwa wale visichana vile pale, wale ndio wamama wa kesho. Anakuja kumfundisha nini binti yake? Na ndio maana kwa umma wa karne hii kila mmoja analalamika, mtoto amenishinda. We mdada ambaye uko kwenye ngazi, toka epani <laughs> mnaona, kama ambaye labda ninafurahia hapa, mambo yanaharibiwa mbele yetu. Lakini yasiharibiweje? Sisi wenyewe kila mmoja eh, ukitoka nifuate, eh, ukitoka. Kwa hiyo akili haiko tena kwa kumsalia Mtume. Umefikilia muda hapa kule fujo huku fujo na kule fujo zina nguruma mdogo, mdogo. <laughs> Ah, inna lillahi wa inna ilaihi raji. Tuzi tuzihuisheni hadhara zetu kwa ajili ya utajo wa mtume Muhammad sallallahu alayhi, bila kubagua anayesoma ni nani? maanapo kama hujatajwa wewe wewe, ambaye nakujua wala sikujui, naona huna furaha, huna nini, halafu umependeza sana katika fikra yako, ila umetisha sana kwa kuruhusu vitu vingine vikawa vinatawala katika kichwa chako. Inawezekana hata swala ikawa inapiga chenga kwako wewe na wala ukawa pia huelewi kile ambacho kitakuingiza motoni wala kitakachokuingiza wapi. Mambo ni mawili tu, pepo au moto. Pepo ni ya wenye kushukuru na moto ni ya wenye wapi? Unachagua. Inna hadainahu sabil imma shakiran wa imma kafura, tumewawekea wazi. Ni Mwenyezi Mungu sio mimi jamani na nukuu tu Qur'ani kama nitakuwa labda nisoma vizuri. Na kama siisomi vizuri Mwenyezi Mungu pia anifahamishe lile ambalo silifahamu. Bah nawafahamishe na wenzangu katika wanawake. Na ndio maana sasa ibada zetu zimekuwa nyonge, hapafahamiki ya kuwa hapa tuko katika ibada wala hatuko katika ibada. Tulikuwa na mazungumzo fulani, katika yale mazungumzo nikasema kuna moja nitaligusia, ni hili na kuwa mmoja anamswalia mtume, mwingine amenyamaza. Sawa, hilo lipo mpaka, mpaka nisome mimi. La pili, kuna hali ambayo tunakuwepo nayo katika siku nyingine, zipo hali hizo zimeenea, lakini chukulie katika ile siku ya Aljuma, inawezekana mwingine anaelewa, mwingine haelewi, na ndio maana tukaambiwa tukumbushe fadhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin, kumbusha ewe Muhammad. Mimi siyo Muhammad, lakini ni kila ambaye anafuata nini nyenzo za, nyanzo za nani za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasalam, mwenye kushikamana na Qur'ani anaambiwa amkumbushe na mwenzake.